Habari. Jina langu ni Salum Dawa, Compliance Manager wa makampuni ya Hill, wazalishaji wa bidhaa yetu maarufu ya Hill Water. Sisi ni wateja wa Smart EFD ambayo inakuwezesha kutoa risiti kidigitali. Hapo mwanzo tulikuwa tukitumia mashine za risiti zinazotambulika kama traditional, lakini kutokana na changamoto kadhaa tukaweza kuanza kutumia SMART EFD. Baada ya kuanza kutumia Smart EFD, tumepata manufaa mbalimbali kama urahisi wa kutumia hizi mashine za Smart EFD lakini pia usimamizi wa mashine hizi. Smart EFD inakuwezesha kuingia kwenye mtandao na kuona akaunti zako zote za EFD, kuona nani ameweza kutoa risiti ya EFD kwa wakati husika. Real time monitoring inarahisishwa sana ukiwa unatumia mashine hizi za Smart EFD. Toka tumeanza kutumia Tuko na furaha sana kwa sababu imetuwezesha katika kusimamia na kuhakikisha kwamba taarifa zinazokwenda TRA kupitia risiti tunazotoa ziko sahihi. Smart EFD ni mkombozi kwetu na tuna washauri wengine wote pia waweze kutumia Smart EFD, kwani ni rahisi. Hata yule ambaye anatumia mashine hii, ni rahisi sana kwake kuweza kufundishwa kwa muda mfupi na kuweza kuitumia. Karibuni sana Hill Group.